Kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa fadhila na rehema zake ambaye ametujalia uzima na uhai na kuhudhuria katika maulidi haya yanayofanyika katika mji wa Igusule. Kama alivyosema shekhe wa wilaya, mimi mara ya mwisho nilikuwa Itogo pale mwaka 97 2000. Nimekaa miaka mitatu kwa Hemedi pale sasa wakati ule ilitokea ajali ya basi za sasi zilikuwa zinapita hapa. Mtoto wa maremu wa maremu mzeali Salum ilitokea ajali akawa amefariki, kwa tulikuja kwenye msiba kama 98 hivi. Sasa tangu 98 nane mpaka leo miaka ishirini eh, na, na, na sita. Sehemu kubwa ya waliopo hapa walikuwa hawajazaliwa au sio? Eh, kwa hiyo namshukuru, kwa sababu ni kipindi kirefu mpaka leo, tena kurudi gusule tukiwa hai na wazima. Namshukuru ndugu yangu, kwa sababu yeye ndio aliyenipa mwaliko na kuniomba nihudhurie katika maulidi haya. Mimi naitwa Msafiri. Maulidi yaani, manake maulidi ni sehemu ya, ya familia yangu. Eh, nimekuwa maarufu kwenye ukanda wetu wa ziwa kwa sababu ya maulidi shekhe, ndivyo ilivyo. Eh, shekhe Omari yee, eh, tunakutana kila mahali sana kwa sababu ya maulidi. Nilikuwa namwambia Hemedi na mwaliko wa maulidi tarehe mbili mwezi wa kumi na moja Kabwe, yaani Kabwe ni na Manyere Sumbawanga Ukihesabu okay, kilometa maanake ni takriban kilometa mia sita hivi kutoka Shinyanga, kwa sababu ya maulidi. E, maulidi ni, ni maisha yetu sisi. Kwa hiyo namwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala atujalie mimi na nyinyi tuyashike maulidi, kwa sababu maulidi kwa, kwa historia yake shekhe ameeleza hapa kwamba miaka mitano baada ya mtume Uislamu huko Afrika Mashariki Tanzania. Uislamu umekuja kwa njia kuu mbili, lakini ya kwanza ni njia ya twarika na ya pili ni njia ya wafanyabiashara. kuna watu wamesilimishwa na Maulidi. imefanyika Maulidi, wasiokuwa Waislamu wakaona jinsi walivyo Waislamu kwenye maulidi, wakapenda ule utaratibu wao mshikamano wao walivyoonekana wamependeza kwa ajili ya mtume. Mtume baada ya kuimba wakala eh, kuimba no, kulia, wanasema baada ya kuimba na wakala sema hii dini nzuri sana, wakasilimu. Kwa hiyo maulidi imekuwa ni sehemu ya historia ya Uislamu wetu. Unamshangaa mtu ambaye haitaki maulidi, wakati inawezekana babu yake amesilimishwa na maulidi wengine wanasema maulidi, mnatumia gharama kubwa, mngezitumia kwenye maendeleo e, kwamba hapa labda shemedi ametoa akipiga hesabu anasema labda laki tano milioni imeenda. Hakuna sheria na njia nzuri wanasema ya kujua tofauti ya aya za Madina na aya za Maka. Ni ya ayuhannasu zimeteremka Madina, ya ayuhalladhina. Ya ayuhanasu zimeteremka Maka, ya ayuhaladhina amanu zimeteremka wapi? Yani, yani kule Maka pombe watu walikuwa wanakunywa mzee. Na ni Waislamu wa masahaba wa Mtume wanautwika walevi paka, inasemekana kuna siku wamekunywa, alafu imefika time ya sala kama magharibi hivi wote wako mbui. Sasa, wote tunafanana maki, wanasema mwenye jicho moja kwa vipofu yeye ndo anakuwa mfalme, kwa hiyo wote tunayumba, lakini nani wafadhali ndio awe imamu wakamtazama mmoja, kaona huyu afadhali afadhali kidogo, sijui sawa, tunaelewana. Wakamtanguliza yule imamu. Allahu akbar, Alhamdulillah wala dhalina. Alipofika kwenye kuli ya ayuha lkafirun, badala ya kusema la aabudu ma taabuduna ta, yeye akasema kuli ya ayuha lkafiruna aabudu ma taabuduna ta, enyi makafiri ninaabudu mnacho kiabudu. Kwa sababu ya nini? Ya pombe. Mwenyezi Mungu akasema la takrabu salata wa antum sukara, hakuharamisha pombe ila akaweka tu sharti msiende kusali hali ya kuwa mmelewa, hata taalamu ma taquluna, mpaka mjue kile mnacho. Kwa hiyo wakaendelea kuutwika huku, wanasali kwa sababu, kama angeanza la tashrabu l-khamra na wale jamii yake, kwa sababu kiongozi, ukisoma maana ya neno kiongozi, yani ile K sijui I, O, kila kila herufi pale ina maana yake Simeelewa wanasema ile ai ko, oh, ile ai, sawa, wanasema ielewe jamii unayoiongoza niia, yani, mtendaji wa kijiji Igusule, kama we ni kiongozi kwanza unawastadi watu wa Igusule, unawaelewa. Ukiwaelewa unawaongoza, naeleweka sijui. <laughs> Kwa Mtume anajua watu wake, hawa walevi, ukianza la tashrabu lhamra haingii mtu msikitini. Sio, sijui la tazinu kwa. <laughs> Hiyo kwanza wakapewa uelewa. Baada ya uelewa, wakaipenda dini. Baada ya kuipenda dini, kuna maeneo wenyewe tu wakasema mm, hili jambo sio sawa. Mwenyezi Mungu akituletea tu amri kulikataza ikiwemo pombe, wenyewe ndio alisema mm, mm, naona kama Mwenyezi Mungu anatufumba fumba kwa hali iliyofikia hii, mpaka tunapigana sisi. Kwa sababu ya mimi, leo na Waislamu wenzangu tunapigana kwa sababu ya pombe. Mwenyezi Mungu ungeteremsha tu aya uharamishe walishaelekea ukiwa unaendesha gari kuna gia namba moja lazima uisikilizie sikilizie sio usipo balansi moto na klachi inazima. Mi huyu Ahmed ndo kanifundisha gari alikuwa na Hilux mwaka tisini na nane. Hilux, pale itobo. Kwao tunaenda bukeni anaambia sasa maalim yahe njoo jaribu na wewe uendeshe endeshe kidogo jasho linanitoka lakini maanake gia namba moja sio unaiachia kwa kubalansi moto na na klachi alafu una kidogo unaingiza gia namba mbili, lakini ikishafika namba tano unaweza ukaachia na clutch, gari inaseleleka yenyewe. Kwa hiyo ukianza na masharti, maustazi wenzangu, umeletwa kufundisha dini kijijini ukianza na masheria, maanake hiyo gari inakuzimikia inakuzimikia. Lakini ikishachanganya gia namba tano hutumii tena nguvu si kama anaeleweka. Sasa kuna mtu anakuja kijijini hapa, anaanza hitima haramu, hitima haramu. Anza kwanza kuwafundisha Qurani, maanake hu... sisi tumesoma shule, kila syllabus inaendana na uwezo na uelewa wa mtoto, si ndivyo ilivyo? Mtoto wa chekechea anatakiwa ajue kuhesabu labda moja mpaka mia. Si ndivyo kwa mfano mtoto darasa la kwanza anatakiwa ajue kuhesabu kuandika na nini huwezi kuanza na desimali kwanza ajue hata hizo namba Wewe unaanza haramu hitima Qur'ani yenyewe ndio inayosomwa kwenye hitima. Mfundishe kwanza ajue Qur'ani. alafu ndio baadaye uanze sasa masharti ya hiyo Qur'ani. Unaanza masharti hata Qur'ani haijajulikana? unaingia msikitini na kanzu yangu unaambiwa haya wanawake wapite nyuma <totumas> nihii <Kani> kanzu <totumas> haya. Ile nawambiwahaya iletaimamu wanapita kukagua safu nzima. Ha wewe, haya wanawake wanawake rudini nyuma huko. Wewe hey, unawambia wanaume wana wenzio wanawake, hii ni lugha inayopendeza? <totumas> <totumas> E, kama kanzu ni ndefu manake hatakiwi kusali hiyo sala yako. <totumas> Wewe ndio unaandika thawabu za wanaoingia kusali. <totumas> <totumas> <totumas> <totumas> Naeleweka? sijui fuga ndevu, fuga kwani wote wanazo? Asiokuwa nazo, shehe ulisema siku ile Nzega, kwamba kuna wengine videvu ni kama yai kama balbu, kwamba kidevu kinakuwa kama balbu. Wako ambao ni maumbile yao hawana ndevu, sasa tunafanyaje tunafanyaje? Dini inataka hekima. Sawa, dini Mwenyezi Mungu amesema ud'u ila sabili rabbika, akaanza kwanza bil hikma. Akaanza kwanza na hekima, ndio la kwanza, la kwanza, alafu la pili akasema wal mawidhati l hasana, na la pili mawaidha mazuri. Firauni alisema yeye ni Mungu, Firauni alijiita Mungu, akauwa lakini wakati Musa anatumwa na Mwenyezi Mungu anasema waqula lahu qaulal layyina. nendeni mkazungumze naye, lakini wakati wa kuzungumza naye zungumzani naye kwa maneno laini. Firauni amejiita Mungu, haya. Huyu mwingine ambaye hata hajajiita Mungu, wewe unaanzaje mapovu? na wanasema kwa nini Mwenyezi Mungu alimwambia Nabii Musa kazungumze na Firauni kwa maneno laini? Kwa sababu kubwa mbili, ya kwanza ni kwamba Firauni kamlea Musa Firauni kamlea kwamba pamoja na yote huyu amekulea, mlezi ni mzazi. kazungumze naye kwa heshima na nafasi kama mzazi kwako. Maka, Mwenyezi Mungu anasema, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Mzazi wako hutakiwi kumwambia, wala usimkaripie. Kwa hiyo huyu hata kama hakukuzaa lakini kakulea. Nenda kazungumze naye kwa heshima kama mzazi, waqul lahu qawlan layyina lakini la pili, uslubu wa kufikisha jambo, uslubu wa kufikisha jambo, inatakiwa uzungumze kwa maneno mazuri. Maneno ni sawa na urembo, kama ilivyo nguo nzuri au manukato. Kabla ya kutoka kuja maulidini, unaangalia nguo gani nzuri itakayokupendeza na watu wakikuona, na wasema naam. Sisi zamani ilikuwa mkienda maulidini, wakati tunasoma madrasa, mtaniwia radhi mimi kusema ofisi, ndo ofisi alafu ndo nimetoka Shinyanga, nizungumze dakika 10 tu hapa mtanikumbukaje. Sasa umeona, zamani wakati mnachaguliwa hawa madrasa, kwamba madrasani watoto ni wengi wanachaguliwa, wanaokwenda kwenye maulidi, si ndivyo ilivyo? Hata ukiwa na harusi wewe ha, utaenda harusini kesho, wewe. Mabinti wakirudi nyumbani wanawambia wazazi, mama, nimechaguliwa kesho kwenda maulidini. Akina mama zamani walikuwa wanaweka nguo kwenye masanduku, sio kwenye kabati halafu kwenye, kwenye ile sanduku kuna kadawa kamende. Nanukia. Sasa zile ambazo hazivaliwi kila siku zinakuwa chini. Mama anaamua atoe ile kanga yake ya chini kabisa kumpa mwanae kwa sababu amechaguliwa kwenda maulidi. Pale unachagua nguo ya kumpa mwanao, aende kanzu halisi ya kwenda nayo wa maulidi wapi, usul unatafuta tumanukato kidogo sio? Kwa hiyo na maneno unatakiwa uyachague, kama unavyochagua nguo, kama unavyochagua manukato. Wewe ni imamu msikitini, unatakiwa uongee vipi na maamuma wako? Kwa sababu bila hao maamuma we sio imamu, bila, bila maamuma wewe sio e, yani ukijifanya wewe mwamba, ni kwa sababu huku nyuma wala dhalin kuna watu wanaitika ami. Ukiwa peke yako Kwao waheshimu wale maamuma zako kwa sababu bila wao wewe usingekuwepo.